Kila unachokiona kwenye ulimwengu wa damu na nyama unapaswa kufahamu kwamba kina chanzo, kina msingi. Jukwaa ninalohubiria kuna mahali lilitokea likiwa sio dhahiri, lakini baadaye likawa jukwaa. Wewe unaitwa Joyce, wewe unaitwa nani, wewe unaitwa nani, kuna mahali ulianzia na baadaye ukawa hivyo ulivyo. Tunapoongea kwa habari ya msingi, tunaongea juu ya chanzo cha Tuchukue mfano, ile nyumba pale, wakati inaanza kujengwa, ilichora ramani na ile ramani ilitengenezewa bajeti kwamba tutaanza na msingi, hakuna aliyesema tutaanza na paa. Ikatengwa bajeti ya msingi inayolingana na gharama za msingi, kwa kuzingatia, kwa ukikosea kwenye msingi, wakati utakapopandisha matofali ukaja kuweka kenchi, ukaja kuweka mabati, kama msingi hauko imara, ile nyumba itafanya nini? Itashuka. Tunajifunza kwa habari ya misingi ya kiimani. Naamini kila mmoja aliyeko hapa ana dini yake nzuri ambayo anaipenda sana, wakati mwingine kuliko Kristo, kwani ninaamini kabisa kila mtu ana dini yake, na mimi sitaki kuongea kwa habari ya dini za watu. Ninaongea hapa juu ya jina moja tu linalopita majina yote, ninaitwa jina la Kristo. Hilo ndio limetungamanisha kwenye msingi imara.